hapo nje, namba tisa kanyaga y mwanzo mwisho. Nani nyuma? Huyo chamu, huyo ushindi. Nje ndani, nje ndani, na siku ya mechi ya pili na fani mwingine, mchezaji mwingine amaazaziba hiyo hiyo zenji. Nipo ukoje, atakapokuja fainali nipo, wewe tayari